Ambayo ni mkoa wa Kagera na kampeni hii inatekelezwa kwenye ngazi za kata na vijiji. Kwa maana kwamba tukifika kwenye mkoa husika tunatarajia tutakwenda katika halmashauri zote za mkoa husika, na katika halmashauri moja tutakwenda kata kumi na wakati mwingine au zaidi, na katika halmashauri pia tutakwenda vijiji 30 kwa wastani wa vijiji vitatu kwa kila kata na tunatarajia kufikia makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wanawake, wanaume uh, watu wenye ulemavu, makundi mbalimbali mbali. Lakini pia tutajenga uwezo kwa wataalamu katika ngazi ya kijamii kwa maana watendaji wa kata, wale wajumbe wa mabaraza ya kata, lakini na watendaji wengine kwa sababu hata fululizo siku, siku tisa lakini pale ambapo kampeni itazinduliwa uwanja wa Mayunga pale, kutakuwa kuna mabanda kwa siku kumi kuanzia tarehe 14 na huduma mbalimbali zitatolewa pale. Watakuwepo wanasheria sheria, watakuwepo mawakili wasaidizi wa sheria, lakini wataalamu mbalimbali kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi, ofisi ya taifa ya mashtaka, mahakama itakuwa na watu wa Nida, Rita ambao wao wamehusika na usajili wa vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya vifo watakuwa wanatoa huduma. Ha, huduma za msaada wa kisheria zinatolewa bure kabisa, mwananchi yeye kusomea na kuweza kufika a, isipokuwa huduma za Rita kuna kuchangia kidogo unapokuwa unapata zile huduma za Rita, lakini huduma nyingine zote za kisheria zitapata bure kabisa kwa hizo siku ambazo kampeni hii itatekelezwa na kwa wale wananchi ambao wana migogoro, upande wa pili uko tayari na unapatikana wataalamu wako, migogoro hii tunaweza kuitatua. Tumeshuhudia mkoa wa Arusha, tumepokea migogoro takribani elfu moja lakini migogoro mia mbili Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea msaada huu wa kisheria unaojulikana maarufu kama Samia Legal Aid Campaign. Kampeni hii kama ambavyo mkurugenzi wetu ametoleza inalenga kutatua changamoto za kisheria zinazowakabili wananchi wetu. Mkurugenzi ni kushukuru sana kwa ufafanuzi mzuri. Langu mimi ni moja tu, kuwahamasisha wananchi wa mkoa wa Kagera kujitokeza kwa wingi kuja ku kueleza matatizo yao au changamoto zao ziweze kutatuliwa. Jopo la wanasheria ambalo linazunguka linalo wanasheria waliotoka wizarani, wanasheria kutoka asasi za kiraia za kiraia uh, ikiwemo TLS na wengineo, wakiwemo mawakili wetu wa serikali watashiriki katika zoezi hili la kutatua kero kwa hiyo kampeni hii ni kubwa na kabambe na ni fursa adimu na adimu kwetu Wanakagera. Natambua Wanakagera, tunazo changamoto nyingi sana haswa migogoro ya ardhi na migogoro ya miradi ambazo baadhi tumejaribu kuzitatua lakini nyingine nyingi zilikuwa nje ya uwezo wetu na hatuweza kuzitatua. Ni wakati muafaka sasa wa kuzifikisha zitatuliwe. Naomba Jumatatu saa mbili asubuhi usikose kufika Mayunga na changamoto zako ili ziweze kutatuliwa kwa muda mfupi. Ni siku kumi za msaada muhimu. Naomba kila mmoja mwenye changamoto inayohitaji msaada wa sheria ajitokeze, iwe ya tatizo la, la ardhi, mirathi, kudhulumiwa na mengine mengi, masuala ya kibiashara na kadhalika. Tutumie fursa hii kuja ku, ku, kutatua changamoto zetu. Kikubwa ambacho ninaomba watumishi wenzangu wa serikali tutumie kampeni hii kama sehemu ya kujifunza kutatua changamoto za wananchi wetu. Uh, wadau wa kampeni kwa maana ya wataalamu wa wizara na na wadau wake watakuwepo kwa siku kumi, lakini changamoto hazitaisha ndani ya siku kumi, zitaendelea kuwepo hivyo, ni wajibu wetu sisi kupitia maarifa, mbinu na mipango mbalimbali tulio tutakayokuwa tumejifunza ndani ya siku kumi. Sasa tujipange kama timu, tuendelee kutatua changamoto hizo kwa utaratibu wa endelevu. Na mimi ninaziagiza ni halmashauri zote kuweka baada ya kuzindua kampeni hii kuendelea kuwa na kliniki za kero ambazo zitakuwa zinafanyika kila siku ya Jumanne na Alhamisi, na hapo mheshimiwa mkuu wa wilaya na wataalamu wake watakuwa wanakaa kusikiliza kero mbalimbali za wananchi katika maeneo yao. Nimefarijika sana kwamba kampeni hii itazunguka kwenye kata mbalimbali, kwa hiyo wananchi wengi watafuata huko walipo, lakini kwa wale wa mjini, naomba tujitokeze siku ya uzinduzi, tuweze kutatuliwa pale, na matenti yatakuwepo Mayunga kwa siku kumi. Kliniki ya kutatua kero itaendelea pale kwa siku kumi na mtaendelea kupata msaada wa kisheria pale Mayunga kwa muda wa siku Usikubali kuwepoteza fursa hii. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni hii anatarajiwa kuwa waziri wetu wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro, atakuwepo na tunamkaribisha sana mkoani Kagera. Kipekee nirudie tena kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hasan kwa kuleta kampeni hii ambayo inakwenda kumhakikishia mwananchi mnyonge haki na usawa katika Baada ya kusema hayo, ni maombi pia wananchi wote na watumishi wote kujitokeza. Wale wananchi ambao mtakaokuwa amepangiwa jukumu hili la kushiriki katika utatuzi wa kera, mfike bila kukosa, kwa sababu ni wajibu wetu kutekeleza jukumu hili.